Tulikuwa tunapata wamama wanakuja wanakuja tayari wame, wako tayari kujifungua, lakini unapata ni mama ambaye hajakuwa akifuatiliwa kwenye clinic, hajai kuwa akikunywa zile dawa za IFAS, hajakuwa akifanya ultrasound. Tunapata pengine mtoto ako na mashida ambaye ingejulikana kitambo kidogo, lakini amekuja wakati ako tayari kujifungua, sio ndio? Tukaona ni muhimu tukiweza kufanya hii camp, tunaweza kufuatilia mama kutoka wakati bado mimba ndio imeanza mpaka mwisho. Kwa hii camp hapa tuna free ultrasound, free consultation na daktari. A gynecologist is also available. Pia tuna daktari wa chakula na walishe, anaweza kupea wamama eh, maoni kuhusu ni nini wanafaa kukula, ni nini wafai kukula, kiwango gani wanafaa wakule, na pia hapa kwa hii camp, we are able to tell tunaweza kuambia hawa mama ni lini wanaweza kuzaa na njia gani. Kuna wale ambao wanaweza zaa kawaida, kuna wale ambao watahitaji kufanyiwa operation. So wakikuja hapa, tunaweza kuwa guide on the ile njia ambayo ina inafaa.